Hiyo sasa tunapozungumza habari ya, ya, ya, ya kwa nini tulifikia huku, basi tujue tuna namna tofauti kidogo ya kudeal na makundi haya ambayo yapo sasa. Kuna kitu kimoja cha kufahamu, aina ya, ya wananchi tulionao kwenye nchi zote inafanana, inafanana kwa maana ya ya, ya hawa generation z tunasema Gen Z sio? hawa ni, ni ni hawako Tanzania tu kundi hili la vijana ambalo kwa kweli eh, kundi la wazee na watu wakati limekuwa ni dogo ukilinganisha na hawa hawa ni wengi zaidi kwa Tanzania, mfano ni asilimia karibu sabini tano sasa kama ni asilimia 75, inamana, wow, dominant. Nini kinatakiwa kifanyike? Tunatakiwa kuwa na tano inamaana wa shughulika na hawa vijana kushughulika na wao vijana. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kujua kwamba wanatakiwa waone wanafanyiwa kitu fulani, na sio kwa Tanzania tu, ni, ni nchi zote unaona zina machafuko ya ya ya, ya vijana kuandamana. Sasa sio ukitazama hivi unaweza kudhani ni Tanzania tu ah, rejea nchi kama na, Nepal zote tulizokuwa tunazizungumza utazigundua kwamba na wao ni vijana hivyo. Kenya kule vijana hivyo hivyo nchi mbalimbali mbali, zinazo watu wanaoandamana ni hawa vijana sasa, aina ya, ya, ya, ya vijana tulio nao ambao ndio wananchi wenyewe wanatakiwa ku hawa viongozi walioko madarakani ambao wanaamua kwa ajili ya hawa vijana wanatakiwa kubadilisha approach ya namna ya kudili nao, kubadilisha mtindo wa kushughulika na hili kundi. Kwa mfano leo hii ukienda kwenye taasisi za fedha aa asilimia sabini na tano kwa hapa mjini kwa hapa kwa hapa sisi Tanzania asilimia sabini na tano hawakopesheki. Kwa hiyo kwenye mfumo wa benki na taasisi za fedha hawana nafasi hawa, hawana nafasi kwenye kwenye kwenye uwanda wa, wa ajira hawapo. Kwa vyovyote vile watasumbua. Hivi ni lazima ku, kuja na mpango, kwa mfano benki zinaweza kuwa na, na, na programu ya kukopesha watu kwa kuwezeshwa na serikali kwamba kiwango cha kukopesha kuanzia milioni moja mpaka milioni kumi kinatakiwa kuwa inamna, era, bila dhamana itafutwe, namna mtu aweze kuipata hiyo hela bila dhamana, ikiwezekana, ikiweze tukafika mahali hapo, kila mtu unayemuona barabarani atakuwa na kitu cha kupoteza. Hili kundi la vijana litakuwa limeandaa litakuwa lime, limeweka rasilimali kama ardhi litakuwa lina, lina wana familia watakuwa wame, wame, wanasomesha wana watoto watakuwa wamejenga watakuwa wame... kwa hiyo hili kundi sasa litakuwa na lenyewe sasa linaingia kwenye utu, utu uzima wa kuona umuhimu wa kuwa na amani, linaweza kuona kupitia tu taasisi ya fedha hapo litaona. Wewe angalia, mashrumi ya bodaboda. Kama bodaboda zisingekwepo, hizi hali tunazoziona za hawajenzi ku, kuleta fujo zingekuwa mara mbili yake. Bodaboda imewameza na, na, na lazima ujue kwamba ili kundi lenyewe, utaratibu, kanuni, sheria sio sehemu yake, halifuati. Sasa ili lifuate sheria tulipe majukumu, anapotakiwa kuwa na kiwanja atagundua kwamba anatakiwa anatakiwa kwenda wapi, anatakiwa kwenda kusajili. Anapokuwa na kiwanda ki, anataka kujenga, atakutakiwa kwenda manispaa. Ndio mnamfundisha mna tu ku, kuwa na kufata taratibu, kanuni na sheria. Ataanzisha biashara, ataenda kuchukua leseni, ataenda TRA. Ndio mnamuingiza kwenye biashara, lakini chanzo chake mmempa fedha, mmempa mtaji, mmemtafutia shughuli ya kufanya programu za kilimo, sio stori. Programu za kilimo, hata wasituletee stori, ziwe na tija. Yani we ukikaa tu hivi uone du, e bwana, natakiwa niende kwenye kilimo. Yani we mwenyewe uona natakiwa niende kwenye kilimo, u viwanda vidogo vidogo hivi. Kwa mfano mara kadhaa nime, nimewahi kusema kwamba hivi ma, mashirika kama SIDO sio wanaenda nje huko wanatuletea mashine ndogondogo za kuandaa, kwa mfano, tooth sticks, toilet paper, sijui kuandaa nini, tuviwanda tuwe tudogo tudogo hivi. Kweli wanashindwa kuvileta hivyo vitu? Ukienda SIDO wana mashine za kukoboa na kusaga na ku, na ku, nini na kusaga kalanga, wameishia pale, kumbe wanaweza kwenda zaidi, kwenda zaidi. Mtu ukitaka ku, ku, ku, kuchonga, mashine ya kuchonga bolt na ipata wapi Yaani mashine hizi ndogo ndogo tu za kufanya ku, ku, ku, nani, kuona modems za kufanya namna za kufanya kazi, nawezaje kupata? So sasa hivi, sasa hivi vijana hawataki vitu vya kusubiri, hawa vijana hawataki vitu vya kusubiri. Ndio maana ukienda kuna wakati tutafika, achana na hizi fujo, kuna wakati tutafika kazi hizi ndogo ndogo, kwa mfano za gereji, gari yako imeharibika, gereji ukienda, kutakuwa hamna mafundi, kwa sababu sasa hivi vijana hawataki kukaa kule. Kwa nini? Kule kuna hela inachelewa fast boda jioni, ana elfu ishirini, ana 10 20. Kamaliza hii hela ya kupigia wewe rangi, wiki mbili tatu ndio apate laki moja. Hiyo jenzia hawezi kufanya. Kwa hiyo hata mafundi wakubwa ukienda sasa hivi, mafundi wote kwenye magereji nenda, wote ni wazee. Lakini angalia generation chini inakuja, zile kazi ambazo tuliamini kwamba vijana wanaweza kuzikimbilia sasa hivi hawataki, wanataka hela za haraka haraka. Kwa hivyo hata namna yao ya kuact ni hivyo hivyo. Kwa hiyo hata kiongozi ukiwa kiongozi kwa kundi kama hili, ambao ndio wananchi wenyewe na usilibeze, ndio wananchi wenyewe, unatakiwa uamue haraka kushughulika na hili kundi, litengenezewe cha kupoteza. Hili kundi halina cha kupoteza.